Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas tega sikio na unipe macho, karibu. Taarifa zetu za habari zitaanzia na huko Ilakala ambako baba mmoja wa zaidi ya miaka hamsini wa kijiji cha Ilakala amebaki na majeraha makali mwilini kisha kupigwa risasi na watu wasiojulikana siku ya nne ya wiki tunayo muda wa siku katika sekta ya Tanganyika tarafa ni Fizi. Kwa mujibu wa raia mmoja tuliyezungumza naye na hakutaja jina lake litajwa, amesema kuwa watu wenye nia mbaya walifika kwa baba huyo nyumbani kwake na papo hapo wakamfyatulia risasi na kuelekea pasipojulikana. Tumsikilize. Habari ni za ukweli, alipigwa lisase na watu wasiojulikana, na bwana huyu anaitwa Jeansese na, na tukajitahidi tukampeleka ku santre hospitali ya Veka, wakajitahidi zenyewe walifungafunga, na kwa hivyo tunakuwa mkuangalia vitu venye tutamusafirisha Uvira ili mpaka afikiwe kupigwa risasi ilikuwa namna gani, kadiri ya gisi mumesikia mpaka sasa hivi, atuyajua, atuyajua kisa kwa ajili ya muhusika mwenyewe ndo bado yani, hakujulikana, lakini ndo bado serikali ngaiki nafanza na ni uchunguzi eh. Kwanza yeye aliyopigwa risasi ni mkaji wa ilakala na ilakala ni mwingine yenye kuwa tembeni ya, ya mi... na le kupigwa kwa risasi ilikuwa ni pale jana usiku, yaani, o alikuwa kifunga mafiga kwa ajili ngozi zake na wazilalamu na nini mafiga na ili wakati yenye yey alikusema eti afungi mwilangu nyali sase, na ndio penye alipigwa risasi, na hapo hapo namuhusika kapita na nakimbie yeye. Kuhusu mujamii kwa gisi yeye anavyoishi anavyoishi hapa na wajerani na marafiki yani hajawahi kukuwa na nzozo na ntu yoyote, u hajawahi kabisa kukuwa na nzozo na ntu. Najua kwamba bo watu wenye kupigwa m manani masase huku ni presque au moins quatre-vingt pourcent wenyewe wanashutumiwa labda uchawi uchawi uchawi, lakini ndobado akamilisha kwa ajili serikali ndobado daiki nakanza nani uchunguzi Yaani, vitendo kama hivi ni vitendo vyenye sisi mara kwa mara tuko tuna vilaani tuna vilaani kabisa, kwa ajili mauaji kama hayo ni mauaji yenye hayatakiki. Sisi hapa swima tuko na wazalendo pamoja na PNC. Marehemu alikuwa responsable, alikuwa na bibi yuko na watoto na wa umbri, wakaribu. Ni mtu wa umri wa karibuni hata ma miaka makumi sita na tano hivi huko Uvira ni kwamba mtu mmoja mama wa familia ameuawa kwa kupigwa risasi, naye mtu aliyekuwa na silaha ambaye pia amekamatwa muda mchache baadaye, siku ya tatu ya wiki tunayo ndani ya kata la Kabindula mjini Uvira. Mji wa Uvira unaripotiwa kuwa kwenye mstari mwekundu wa kiusalama, zimesema duru zetu. Taarifa tunazo ni kwamba yote yamefanyika wakati mama huyo alikuwa nyumbani kwake usiku kama alivyohakikisha pa chako changbon ane, moja kati ya malira katika mji wa Uvira kama waji ni kwamba jana, kuna kuna kuna mama ambaye amepigwa masasi mnamo katika Bindula na kisha kupigwa masasi. Wazalendo wa Jenerali nani Landa Bangu wamekamata huyo mwalifu ambaye ame ameua huyo mama na wamemkabidhi kwenye vyombo vya sheria, ama kwenye birou, ndio kwenye anapatikana, wakifuatilia makosa ni yapi, kwa nini ameua mtu na kiti kipaa ifanyike kule ndio kwenye maanketi zinazoendelea kabisa kabisa. Ukifata watu wenye walikuwa walikuwawatema wanarasiri kuwa mama ule amekuwa ible na kuna makonfli ambazo walikuwa nazo na waflani na fulani kutoka kwenye kwenye majilaji ambazo ule mama alikuwa ametokea. Kuna makonfli mbalimbali mbali ambayo walikuwa yuko nazo mambo ambayo tumeshangaza ni kwamba kuona sk kuua mtu ndio njia ya mojawapo ya kurudia conflict ambayo watu iko nazo. Hiyo haiko haiko njia FK, kumalizia mtu maisha ndio jibu makomfli ambazo zinaotozea raia na raia mwengine. Watu wote wanajiuliza wana, wana wanajiuliza kabisa na wanaiona kwamba Uvira imekuwa sura ya nsekirit kubwa ingalau presence ya makategoria ya, ya ks mbalimbali za ulinzi za usalama, lakini Uvira watu wanauawa sana. Wazalendo wako, FRDC iko, balarondo bako, polisi iko, raia iko, watu wanakufa kiolela. tudu nini mtangazaji na huko Kilembwe ni kwamba baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na magari wanataja kunyanyaswa na tozo za baadhi ya wazalendo kwenye vizuizi barabarani ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa wakuu viongozi wa ngazi za juu kuingilia kati swala hilo taarifa tunazo ni kwamba kwa sasa baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki wanalazimika kulipa pesa elfu kumi pesa za Kongo na hata zaidi kwenye kizuizi. Habari hii imehakikishwa pia naye Abedi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia ndisi chumvi ya Kongo pa Lulenge. nilipenda kusema ndani ya sekta ya, ya Lulenge kuna vurugu ambazo zinaingia juu ya mabarier mabarier zitu barieri ya mabunga inaderange populasyo sana, inaderange population sana. Populasyo inatoka Kilembwe kwenda kusoko ya Makola Beko na kuwa taxi. Mtu eko na mzigo kwenda kusoko, alipe 10,000 franc. Mwenye kuna na bagaji ngine katoka muma voyage anapaswa alipa kama alipa kama ni 20,000 franc alipe 20,000 franc. Manake hiyo bitu yoti inasumbua populasyo, gari iko nalipiswa sasa 50,000 Mie peke tu a person natoka asubuhi, niko naenda kusoko ngambo ya Makola, kufika ubariere ya mabunga na, na kuwa bloque, na baskari benye kuwa pale na kuwa bloque. maki ni kakuwa intimide dine fason estra kabisa ha? maki ni kakuwa redikilize sana kasa, mambo kama hiyo sio mambo alali kabisa, yanayo furahisha sio mambo yanayo furahisha kabisa wa abiria wanasumbuliwa sana, watoka kilembo waingie makola kama ku 15 kilometre, wanasumbuliwa sana walipe, wal, wa, uh, walipe huko na muziki ulipe dix mille ulipe vingt mille. Miepeke ni ile assiste. Kumbe kwa hiyo hiyo mambo yanaleta uzuni uzuni uzuni mkubwa sana, uzuni mkubwa sana ndani ya sekta ya Lulenge. Hata hivyo Kiongozi huyo ameongeza kuwa hali hiyo inaleta mtafaruko mkubwa na kuonekana kwa unyanyasaji mkubwa katika eneo hilo. Kama sisi shirika la raia, watu walikaa pamoja kwa kusema, kumbe. Kwa hiyo vijana wako wanatandatanda, kumbe, ulia kutia makamba hapa na hapa na hapa, na wapewe makamba makamba fulani fulani, wewe nao wajisaidie. Lakini kamba zenyewe zinaleta tatizo sana, tatizo sana. Mimi kama kiongozi wa shirika la raia naanza simamishiwa na kurudishwa nyuma eh, na kukua intimide. Sasa waraia wengine hapa wataishi namna gani? wataishi namna gani? kwa hiyo tunasubiri lalamiko zetu tunazipeleka kwenye kuwa shefu de secteur aongee na viongozi vingine vya hizo bariere za autodefense ambao wanalindwa na Mzee Brown, wanyamashishe wanyamasishe viana na raia yenyewe yenyewe E, raia yenyewe inakosa amani, inakosa amana, inaona kumbe aina ya maana kuwapatia zile makamba hapa, hapa, ilikuwa eh? ya, eh? ya, ya muhimu Zile kamba basi zitoshi, hazina maana, hazina maana, maana hazina maana la limko la, la raia na huko katika mji wa Baraka ni kwamba kutokulema kwa wale waliochukua viwanja ndani ya soko na ukosefu wa umeme ni sababu mojawapo inayopelekea soko ndogo ya kubuka kutokulema vizuri ndani ya mji wa Baraka. Ndivyo amesema hayo mwenyekiti wa soko hiyo wakati wa mahojiano na TV yako. Akizungumza na TV yako bwana Biese Kiochibaombwa ameanza hapa kuonyesha baadhi ya sababu zinazopelekea soko hiyo kutokusonga mbele e, soko hii inakuwa karibia mwaka cha kwanza niliona e, uzaifu wa soko inafatana. Kwanza watu walionunua waliopata maeneo ya kuterekea ulikia gundua ya kwamba wao hawana hawana mitaji ya, ku, ya kutereka, ilionyesha kama vile walichukua nafasi ya kuterekea kama vile wawe watu wanalipisha wengine kutereka ili wao wanawalipa hela, lakini wao wenyewe hawana mitaji. Cha kwanza hicho, ukaona vitandeni vingi kwenye soko, na iko tena soko yenye kwa eneo ya mzuri barabarani na soko hiyo inapangiliwa ya kulema asubuhi hadi jioni, lakini naona watu wengi wana, wana uzoefu wa kulema jioni fatana, wengine wa wanalema ngambo ale pale kwa koloku, na kaso kwa ingine waishakuwa na uzoefu na hivi, bado ingali changa na sio tatizo ya uchanga zaidi, soko zinyokuwa zinakaribiana. Unamwona wamoja wanalema pale ngambo jioni, wakuja kulema hapa mwanzoni. Ile watu walikuwa wanakuja na vidii hii, ii masiku watu wana upungufu awaji tatizo ingine ni umeme. Umeme tulikuwa tumikisha e, wanapandisha wow, bei tukilipia kumwezi elfu sitini kafikilia kupandisha hadi dume ya mafuta ya karbira, tunalipia bido yote yote mzima na bido hiyo ilikuwa ikipita ikilipia tantu, inafika tante, inafika katreve, inafika siplis. Hiyo mwai ilitushinda neno kubwa. Ni ile nyingine ilianzia kusema ya kwamba e, ni kufatana waliokamata vitanda hawana mitaji na jambo lingine lenye kuo, kuongeza hapo ni stuku huyu waona watu vitavita vita, watu walikuwa mashashakani kutereka nani vyashara vyao. Mwisho ameomba wa kwa wachuzi wote kushiriki katika soko hilo. Kwa nini soko nzuri na liko barabarani, unga kaa kidogo kidogo, viungo ni matomate manini mavitunguu ni wachache tu, na huku mbele ndio unaona watu wa maandazi vilajivilaji kidogo kidogo na wa maji, wa energy Ee, naona parking movement iko mzuri kwa kuwa tulifanya tulijitahidi tukajenga parking ee, na hiyo parking tukaijengea hata angare tunaita watu wengi waje wawe nalema hapo zaidi. Tunahitaji wa wale wafanya biashara, waje tu soko iko wafanya biashara nao inatakiwa nao waje, sisi wote tuimizane kwa ili soko hii iendelee kwa faida ya maendeleo hapa vile yetu ya Baraka wakaaji kama vile wa Baraka eh, wa komini Kalunja vile ya Baraka na vitongoji vitongoji vingine venye kuwa karibu, tunawaambia watu ya watu ya kwamba eh, petit marche kuboka ya Kalinga Noro ipo na watu wanahitajika wao nalema, waje ili kutia maendeleo katika Kalinga Noro yetu na Baraka kwa kuwa ni soko enye kuwa barabarani, parakingi ipo njoo, enye kuwa parkingi ya kwenda kaboke mboko kule kote lusenda hadi kusonga mbele. Kwa hiyo tunaambia watu waje, na wale wote wenye kuwa na vitanja wenye awalemi vitanja, vile vitanyanganyiwa vipewe wale watu wenye kuhitaji kule kulema. Hiyo kabisa, hiyo mkazo upo, na watu wenye walichukua vitanda tangia mwanzo mpaka leo hata kuonekana, waonekane sokoni. Kwa hiyo walikamata saa vile kwa saa vile avantiri, manake hawana hawaoni umuhimu ya soko. Tumalizie na habari za giraifa huko Kinshasa ambako bunge la seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya uamuzi wa kihistoria Alhamisi Mei 2022 wa upiga kura kwa kuondoa kinga za rais wa zamani Joseph Kabila, pia na seneta wa maisha mwisho wa kura, baada ya idhini kwa ujumla yahitimishwa ripoti ya tume maalumu inayohusika na kuchunguza mashtaka ya mkaguzi mkuu wa FRDC. Maseneta 88 walipiga kura ya ndio, na maseneta tano walipiga kura ya hapana. Sauti tatu hazikuonyesha mkondo wao, na hakuna aliyekataa kupiga kura kati ya maseneta 96. Baada ya siku za majadiliano makali yaliyowekwa na katiba tume maalumu na katika mijadala asiri, bunge la seneti lilitoa ruhusa kufunguliwa mashtaka ya kisheria dhidi ya Joseph Kabila Kabange ambaye ni rais wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu unakuja katika hali ya kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa wakati nchi na kabiliwa na kuongezeka kwa vurugu mashariki haswa kutokana na uasi wa M23. Ripoti ya mwisho wa tume maalumu iliyosambazwa kwa maseneta kabla ya kura ilikuwa imenyoka katika

Inaangazia kwa undani mashtaka mazito yaliyowasilishwa na mwakiki mkuu karibu na korti kuu ya kijeshi haswa mashtaka ya usaliti, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na ushiriki katika harakati za uchochezi kuhusiana na msaada unaodaiwa wa Joseph Kabila kwa waasi wa M23. Madai haya yaliyofanywa na, yali na serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi yalipingwa sana na watu wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila ambao walilaani makosa ya kisiasa yalipangwa kumfukuza mpinzani huyu mwenye ushawishi mkubwa nchini DRC. Kutolewa kwa hatua hii kulifanyika bila rais huyo wa zamani kuwepo mwenyewe, ingawa idadi kubwa ya wingi madarakani na tawala bunge la Seneti, maoni mseto alitokea, huku wamoja wakitaka kura katika bunge ugari, wengine wakionya uamuzi huu utakuwa na madhara juu ya utulivu wa kisiasa wa nchi ya DRC. Uamuzi mbaya bado una athari mbaya, alisema hayo seneta mmoja aliyepinga mashtaka dhidi ya rais huyo wa zamani. Kuondolewa kwa kinga sasa kunafungua njia ya kesi za kisheria mbele ya korti kuu ya kijeshi ambapo Joseph Kabila anaweza kuamuliwa kwa mashtaka aliyofanyika dhidi yake. Hata hivyo, rais wa zamani ambaye kwa sasa yuko uhamishoni baada ya kuondoka nchini DRC mnamo 2023 bado hajajibu rasmi wa mzozo huu. Wafuasi wake ndani ya chama cha PPRD walichukua hatua hii kama uwindaji wa wachawi na kutoa wito kwa uhamasishaji kutetea kiongozi wao, wakati wachunguzi wa kiraifa wana wasiwasi juu ya athari zinazoweza kujitokeza juu ya amani dhaifu katika nchi ya DRC. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu, habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almasi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizu News 24 ni tv yako ambayo inatokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizu News 24. Media d'information en temps réel.